Eliya anatokea katika nyakati ambapo Israeli walikuwa wamepotoka sana, walikuwa wakiabudu sanamu za Bali wakiongozwa na mfalme Ahabu na malikia Yezebeli. Watu walikuwa wamemsahau Mungu wa kweli. Hapo ndipo Mungu anamuinua mtu jasiri, Eliya Mtisbi, nabii mwenye ujasiri na roho kali ya Kimungu. Eliya alisimama mbele ya mfalme Ahabu na kusimama neno yaliyotikisa ufalme, hakuta kuwa na mvua wala umande katika miaka hii ila kwa neno langu. Kitabu cha kwanza cha Wafalme 17 mstari wa kwanza. Wa kauli hiyo kweli ilileta ukame mkubwa, watu waliteseka, wanyama walikufa, na nchi ikawa kame. Lakini Mungu alimlinda Eliya. Mungu alimwambia aende bonde la Kerithi ambapo alilishwa na kunguru waliomletea chakula asubuhi na jioni. Baada ya muda, Mungu alimpeleka Eliya kwa mjane mmoja mjini Sarepta. Huyu mwanamke alikuwa maskini sana. Alikuwa amebakiwa na unga kidogo na mafuta kidogo tu. Eliya akamwambia ampe chakula kwanza, kisha Mungu atafanya unga na mafuta yasikauke hadi mvua itakaponyesha tena. Na kweli muda wote wa njaa unga haukuisha na wala mafuta hayakuisha. Pia hapo tunaona imani na utiifu vinavyoweza kuleta miujiza mikubwa. Baadaye mwana wa yule mjane akafariki dunia. Eliya akamwomba Mungu kwa nguvu zote, na mtoto akafufuka. Pia hapo, mjane akasema kwa machozi ya furaha, sasa najua kuwa wewe ni mtu wa Mungu. Kisha baada ya hayo Eliya akamwambia mfalume Ahabu, tukutane kwenye mlima Karmel. Weka manabii wako mia nne na hamsini wa Baali, nami nitakuwepo peke yangu. Tutajuwa Mungu wa kweli ni nani. Kila upande ulitakiwa kuita jina la mungu wao na moto wa mbinguni uwe ndio ushahidi. Manabii wa Bali wakaanza mapema, wakalia, wakacheza, wakikata miili yao hadi damu ikatoka, lakini hola, hakuna moto ulioshuka. Eliya akawaambia kwa kejeli, pengine mungu wenu amelala au yuko safarini Endeleeni kumwita kwa sauti kubwa zaidi. Lakini baada ya juhudi zao zote, mambo hayakuwa kama ilivyotarajiwa. Kisha zamu ya Eliya, akajenga madhabahu ya Bwana kwa mawe kumi na mbili. Akamimina maji mara tatu juu ya sadaka, maji yakamwagika hadi mfereji ukajaa. Halafu akaomba kwa upole. E Bwana, ujulikane leo kwa wewe ndiye Mungu wa Israeli. Ghafla moto wa mbinguni ukashuka ukateketeza sadaka, kuni, mawe na hata maji. Watu wote wakaanguka chini wakisema, Bwana ndiye Mungu wa kweli. Baada ya ushindi huo, Eliya akaomba mvua. Mara saba akatuma mtumishi wake aende kuangalia baharini. Mara ya saba yule yule mtumishi akasema, naona wingu dogo kama kiganja cha mkono wa mtu. Na kweli muda mfupi baadaye, anga likafunikwa na mawingu, mvua kubwa ikanyesha. Miaka michache baadaye, Mungu alimpashairia kuwa wakati wake wa kuondoka duniani umekaribia sana. Hapo ndipo tunapomuona Elisha, kijana aliyekuwa miacha kila kitu kumfuata Eliya kama mwana wa kiroho. Eliya alimwambia Elisha mara tatu, baki hapa kwa kuwa Bwana amenituma, lakini Elisha akasema hai Bwana aliye hai sitakuacha. basi wakasafiri pamoja hadi Betheli, Yeriko hadi mto Yordani. Eliya akachukua joho lake akapiga kwenye maji, yakatengana pande mbili, wakavuka raha mustarehe kwa miguu. Na baada ya kuvuka, Eliya akamwambia Elisha, omba kitu chochote kabla sijachukuliwa. Elisha akasema, naomba niwe na sehemu maradufu ya roho yako. Ghafla kulionekana gari la moto likiwa na farasi wa moto likawatenganisha hao wawili eliya akapaa mbinguni kwa upepo wa kisulisuli elisha akapiga kelele sana baba yangu baba yangu gari la israeli na wapanda farasi wake kisha akachukua joo la eliya akarudi mto yordani akapiga kwenye maji na kusema uko wapi bwana mungu wa eliya maji yakatengana tena hii ilikuwa ni uthibitisho kwamba roho ya Eliya sasa imo kwa Elisha. Siku moja, Elisha alikuwa anapanda kuelekea zake mji wa Betheli. Betheli haukuwa mji wa kawaida, ulikuwa mahali ambapo watu wengi walikuwa wamekengeuka kumwabudu Mungu wa kweli. Baadhi yao walikuwa wakiwacheka manabii, wakiwadharau pia na kuwatolea maneno ya kashfa. Elisha alitembea kwa upole akiwa amevalia mavazi yake ya unyenyekevu na kichwa chake kilikuwa kimeanza kupotea nywele, yaani alikuwa na kipara kidogo juu ya kichwa chake. Akiwa njiani, kundi la vijana lililotoka mjini wakaanza kumcheka kwa dhihaka: e, kijembe, kijembe, paa huko juu, kijembe. Maneno haya yalimaanisha kwa utani kwamba wewe ni mtu mwenye kipara, nenda zako juu kama bwana wako Eliya alivyopaa juu kwa upepo. Kwao ilikuwa ni utani wa kuchekesha na kufurahisha pia, lakini kwa kweli walikuwa wakimdharau nabii wa Mungu, mtu aliyechaguliwa kupeleka ujumbe wa kiroho kwa taifa lote. Elisha akasimama akageuka nyuma akawakazia macho wale vijana waliokuwa wakimzomea. Uso wake ulionekana na utulivu wa kiroho, lakini macho yake yalijaa huzuni na mamlaka. Biblia inasema akaangaliana nao akawalaani kwa jina la Bwana, kitabu cha pili cha Wafalme mbili mstari wa ishirini na nne. Mara moja jambo la kushangaza lilitokea kutoka msituni karibu walitokea dubu wawili wakubwa wakaanza kukimbia kwa kasi kuelekea kwa wale vijana kwa muda mfupi kelele za mzaa zikabadilika kuwa kilio na hofu dubu wale waliwashambulia vijana hao na biblia inasema waliwatawanya na kuwadhuru vijana 42 dubu hao hawakusababisha vifo kwa vijana hao bali ni adhabu kali iliyoacha na hofu kubwa juu ya nguvu za Mungu. Na baada ya tukio hilo, Elisha aliendelea na safari yake bila kujibu chochote zaidi, lakini watu wa Betheli walipata funzo kubwa sana. Walitambua kuwa nabii wa Mungu ni mtu wa heshima na kumdharau ni sawa na kumdharau Mungu mwenyewe. Tangu siku hiyo watu wengi walijifunza kumheshimu Elisha na kutambua kwamba Mungu hakuwa anachezewa. Kisa hiki hakimaanishi kwamba Mungu anatamani kuadhibu watoto, badala yake kinatufundisha kwamba heshima kwa, He kwa watumishi wa Mungu ni jambo la msingi. Dhihaka, mzaa na dharau kwa mambo ya kiroho vinaweza kuleta madhara makubwa. Mungu ana mamlaka juu ya maumbile yote. Hata wanyama wa porini hutii sauti yake. Hata tukicheka au kupuuza, Mungu anaona mioyo yetu. Kwa hiyo kisa cha Elisha na watoto waliosema kijembe kijembe kinaweza kuonekana kama cha kuchekesha mwanzoni, lakini ndani yake kuna uzito mkubwa wa kiroho. Usimdharau yeyote anayebeba jina la Mungu, maana Mungu anaweza kutumia chochote kukufundisha heshima. Mimi naitwa Ananias Edgar.